Utari wa kijiji umekufa, viongozi wa kijiji wote utakiwi, ofisi ya serikali ya kijiji imefungwa, na sasa hivi nakuja kufungwa gesti, na mali zote za serikali ya kijiji zinafungwa, fungua zote, anakabizwa katibu tarafa, watarafahii mpaka kisha. kis kama wanavyojionea wananchi wa Nanjirinji ya migaili, serikali ya kijiji cha Nanjirinji ya wahitaki kabisa, ni hatari kabisa. Haya ndo mambo ya sasa hivi yanayoendelea hapa, hatari hii. Ndio gesti wananchi anasema ifungwe mara moja, kutokana na hasa ya kijiji hiki napata kutoridhika nayo wananchi wa kijiji husika, hatari sana.